Alipokuwa siku za Nuhu ndivyo kutakapokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Basi kwa maana amjui siku ipi atakayokuja Bwana wenu. Lakini fahamuni neno hili, kwamba mwenye nyumba angalijua siku ile za mwivi atakapokuja, angalikesha, wala asingaliacha nyumba yake kuvunjwa. Kwa sababu hiyo, mimi na ninyi jiwekeni tayari kwa kuwa katika saa msiyo dhani mwana wa Adamu yuaja. Neno la Bwana. Leo kanisa inaingia katika mwaka mpya wa kiliturujia mwaka A wa kanisa. Mwaka wa kanisa huanza na kipindi cha majilio, na hivi hii ni dominika ya kwanza ya majilio. Kipindi cha majilio ni kipindi cha kujitayarisha, kipindi cha maandalizi ambapo mama kanisa anategemea anatarajia kuzaliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Tunaitwa sote kuandaa mioyo yetu kujiandaa kwa ujio wa Yesu Kristo katika namna mbili. Kwa namna ya kwanza, Yesu Kristo anakuja mara ya pili kwa hukumu wazima na wafu, na kwa namna ya pili, Yesu Kristo anakuja kwa ajili ya kuzaliwa, kuishi pamoja nasi. Ndugu yangu katika Kristu, kipindi cha majilio kimegawanyika katika sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza ni kuanzia dominika ya kwanza ya majilio hadi tarehe kumi na sita ya mwezi Desemba. Katika kipindi cha kwanza masomo yote yanakuwa yanaelezea juu ya, ya ujio wa pili wa bwana wetu yesu Kristu atakapokuja kuwahukumu wazima na wafu. Na kuanzia Desemba kumi na saba hadi Desemba 24, kanisa linakuwa na tafakari zaidi juu ya matayarisho ya dharura ya ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kumbe kama nilivyosema, kwamba kuanzia dominika ya kwanza majilio kanisa la tafakari dominika ya kwanza majilio mpaka tarehe 16 mwezi wa 12, kanisa la tafakari juu ya ujio wa pili wa Bwana wetu Yesu Kristo, ujio wa pili wa Bwana Yesu Kristo, kipindi cha kwanza cha majilio, anapokuja kuhukumu hukumu wazima na wafu, anapokuja kuichukua kanisa lake, anapokuja kufanya mwisho wa dhambi mwisho wa dhuluma mwisho wa ulimwengu ulio na dhambi, lakini katika kipindi cha vicha majilio, Desemba 17, Desemba 17 hadi Desemba 24, kanisa na tafakari juu ya maandalizi ya dharura ya kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. pendwa katika Kristo kwa hiyo, majilio, kwa hiyo majilio sio tu msimu wa kusubiri lakini pia ni kwa ajili ya kutambua tena uwepo wa Yesu Kristo kati yetu, kujiandaa kwa ajili ya uwepo huu. Kwa nyakati ambazo tumeshindwa kumtambua Yesu Kristo kati, kati yetu na kumkosea kwa makusudi au kwa kutokujua, tuombe msamaha na rehema zake. Pendwa. Katika dominika hii masomo yote matatu yanahimiza juu ya kukesha kama mwamko wa uwepo wa Bwana wetu Yesu Kristo leo. Katika somo la kwanza linatuambia juu ya ulimwengu mpya ambao utaanza na kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo, Isaya sura ya pili aya ya kwanza hadi ya tano. Bwana ataleta amani ambapo atageuza zana za kivita kuwa zana za kazi, atageuza panga kuwa jembe, atageuza mikuki kuwa mundu. Kwa hivyo anakuja kugeuza vifaa vyote vya kivita kuwa vifaa vya baraka, vifaa vya kivita kuwa vifaa vya kazi. Leo alikuja hapa kugeuza bunduki risasi mabomu kuwa zana za kuzalishia umeme, angageuza vitu vyote vya hatari hatari kuwa vyombo vya kuzalishia maendeleo, ya kuzalishia uchumi. Katika somo la injili, inahimiza kwamba tuwe macho ili tuweze kumkaribisha wakati wa ujio wake, atakapofika atukute tukiwa safi. Kwa injili, nataka sote tuweze kufanya maandalizi ndani ya mioyo yetu, tuweze kuwa safi na akija atukute tuko safi. Somo la pili linatualika kufungua macho yetu ili kutambua ishara za siku mpya ambayo tayari imekwisha kuanza. Ndugu mpendwa katika Kristo, somo letu la injili Nayotoka na katika kitabu cha Mathayo sura ya 24 aya 37 hadi 44. Injili hii inatupatia masimulizi ya Nuhu na gharika kuu, jinsi kile kipindi cha Nuhu, watu walipokuwa wakifurahia maisha yao wakienjoy, wakioa na kuolewa, walipokuwa wakiishi vizuri na wakakataa ujumbe wa Nuhu. Wale watu wale, kipindi cha Nuhu, walikuwa wanaishi maisha yenye furaha zote pasipo na Yesu Kristo. Waliishi furaha zote bila kuwa na Yesu Kristo, mana a kwamba jinsi walipokuwa wakioa na kuolewa siku za Nuhu, Yesu aliambia kuwasiwaka kabla ya gharika walipokuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hata gharika ilipoingia, walikuwa wanafurahia maisha bila Kristo. Ndipo itakapokuwa kwa ujio wa Yesu Kristo wa pili, atapiga pia, atawakuta watu wakinywa, wakicheza yo wanakulewa wakishangilia. Wale ambao watakuwa wanafanya hivyo bila kuwa na Kristo na msini mwao, basi hao pia watanaswa katika hatari ya hukumu. Wapendwa katika Kristo, ingawa tuko ulimwenguni, wapendwa katika Kristo Yesu amekuacha hai mpaka siku ya leo, mpaka leo hujafa, umeanza majilio makaa, hujafa mpaka leo. Kwa nini hujafa? Hebu niulize e, kwanza watu wengi wamekufa mwaka huu wote ishirini ishirini na tano, wengi wamekufa, lakini wewe haujafa. <coughs> lengo yake ni nini? amekupatia nafasi nyingine ya kutubu. Mungu amekupatia wewe mpendwa, unanisikiliza nafasi nyingine ya kujirekebisha, ndiyo maana ujafa. Sio kwamba ujafa eti kwamba wewe ni mjanja sana, wewe ni madhubuti sana, hapana. Maana wengi wamekufa kwa ajali, wengi wamekufa kwa maradhi, wengi wamekufa pia kwa kupigwa na watu wabaya wengi wamekufa kwa kutegwa, wengi wamekufa kwa kupigwa risasi katika machafuko yale, wengi wamekufa kichuka stresi, wengi wamekufa kwa sababu bali bali, lakini wewe umetoboa mpaka sasa. Sio rahisi kutoboa mpaka sasa, toboa umefika leo hii, majilio mwaka mpya huu wakitujia, kwa kuwa amekuonea huruma, anataka ujirekebishe, anataka ule ujinga wako wa zamani uuache, anataka dhambi ulizokuwa unafanya zamani uziache. Uongo uache, wizi uache, uchonganishi uache, unafiki uache, zina. Siku hizi wababa wanasumbua sana wababa. Mama analalamika, mume wangu si mwaminifu. Anataka uzinzi uache, uzinzi kwa hivyo. Amekuacha hai ili upate kujirekebisha, hiyo ndio maana yake. Mungu katuacha hai mpaka sasa, anatupatia nafasi mpya nyingine ya kuanza upya katika majilio, ili tupate kujirekebisha kujirekebisha wapendwa tunaandikwa kuandaa mioyo yetu ili mungu atakapokuja atukute tupo na mioyo safi tuandae mioyo yetu ili mungu atakapokuja atukute tupo na mioyo safi yesu atakuja kwa hukumu wazima nawa akukute wewe unaishi maisha ya utakatifu akute wewe unaishi maisha ya baraka, unaishi maisha ya mwamba, unaishi maisha ya mtakatifu ili kufaa. Atanapokuja kwa mara ya kwanza pia kuzaliwa, atukute tukiwa vizuri wa Kristo. Hakikisha kwamba katika majilio hii unampata Yesu Kristo, hakikisha kwamba katika majilio hii unampata Yesu Kristo unampokea Yesu Kristo unakuwa ndani ya Yesu Kristo na yeye anakuwa ndani yako. Hakisha kwamba katika majilio hii unabadilika, unakuwa anza kuishi maisha ya kitakatifu. Majilio ni wakati wa kuamka, ni wakati wa kuanza upya kuanza upya, kuamka. Na wengine inakuwa ni ngumu sana. Wapendwa katika Kristo, siku hizi mapadri tunapata ugumu sana kuhubiri mzios, tunapata ngumu sana kuhubiri siku hizi mapadri, na wanaotusaliti ni waumini tunaohubiria. sema -neno unyoeneno jinsi lipo neno hili nataka tuweze kuwacha wizi, ulevi, uuaji nini na nini nini na nini nini ukiumini kama kilivyo hapa. Waumini hao. Sasa kesho, umetia ndugu zangu, katika katika majilio hili, waombeeni sana mapadri wenu waombeeni sana mapadri wenu, waombeeni sana mapadri, omba sana kwa ajili ya mapadri. Tunapata mazingira magumu mno kuhubiri, ni mazingira magumu sana, kumkumu sana kuhubiri katika ma, majiri wenu. Ukiwa nyumbani kwako, piga magoti, omba Mungu kwa ajili ya mapadri, omba Mungu kwa ajili ya nini, ya, ya mapadri. Tupo katika kipindi cha giza kipindi ambacho watu wanataka kusikia injili inayowafurahisha injili inayowafurahisha kusikia maneno wanayotaka wenyewe sio maneno ambayo mungu anawaambia watu wanataka maneno wanayotaka wenyewe tupo katika kipindi ambacho watu wanataka kudanganywa wanataka kunini kudanganywa zaidi ya kuambiwa hata nyinyi jamaa mnapenda pia kudanganywa kiwaambia kwamba bwana ba, badilika badilika tabia yako hiyo yakohio huyu huu anajenga kazi sema, jamani, ni wakati wa baraka huyu. Inua simu yako juu, inua simu juu, funga simu, funga simu, sema hey, mwamala wa yeye ingia, aaa ingia mwamala, ingia mwamala wa Vodacom. Watu wanapenda mahubiri kama hayo ya kupaka paka mafuta. Mwambia katika jina la Yesu. Pokea ice cream. Pokea ice cream. Pokea bread. Watu wanataka kudanganywa. Ah, mimi nikwambia ukweli. Amen. Neno la leo limenigusa.

ni nyakati za Isa, ni nyakati gani? Ni nyakati za Isa. Salini sana kuombea mapadri wewe. Sasa pia salini sana kuombea amani katika kanisa, amani katika familia, lakini pia zao la amani nini jamani? amani inatokana na haki. Tafuteni haki katika familia, tafuteni haki katika kanisa, kuja yenyewe uzivy. Kuna mtoto mmoja wa kidato cha nne alisema, baba, nataka kufaulu mtihani aaujonaiba kufaulu mtihani. Hapana, usiongee habari ya kufaulu, wewe ongea habari ya kusoma. Ukisoma, kufaulu utakuja wenyewe wenyewe takuja aenetakuja wenyewe automatically. Na nyinyi pia katika familia zenu tafuteni haki, tenda haki, amani itakuja yenyewe. Yule mke wako yule, wewe aumpi mahitaji au hudumi, atanuna tu, atanuna ila, ukimtendea haki yake atakuwa na furaha kuwa na amani hivyo. Katika kanisa tutafute haki katika kanisa, tukitafuta haki katika kanisa, amani itakuja yenyewe. Majilio ni kipindi cha kujitafakari, ni kipindi cha kuanza upya, kuanza upya. Tuanze upya wapendo, sisi tu wakosefu tumesha kosea sana, tumesha haribu sana, tumeshaharibu sana. Basi tumuombe Mwenyezi Mungu atusamehe pale tulikokosea, tuanze nini upya. Na ndio maana kuna nafasi ya kurudia. Hata mitihani ukifeli unarudia, ukifeli kuna kiuti unarudia, ukifeli form four kuna private candidate unarudia hata katika maisha kama tumefeli, tunayo nafasi ya kurudia na kuanza nini. Mpendwa katika Kristo Yesu, anayeishi ndani yangu, Yesu anayeishi ndani yetu aangaze upendo, furaha na amani yake kwa wote wanaoishi karibu na kwa haki atawahukumu maskini, naye atawaonya wanyenyekevu wa dunia kwa adili, naye ataipiga dunia kwa fimbo ya kinywa chake, kwa pumzi ya midomo yake atawaua wabaya wote. Isaya 11:4. Tumsifu Yesu Kristo, amen, yeah.